Asante sana, ndiyo, ndiyo. Salamu zangu nadhani uzipata salamu na zako mwanangu nimezipata na nashukuru. Salamu zako nimezipata kwa Habiba watoto wengi tena Maimuna akanyambia mm. e, kwamba baba atakuja mgeni. Ndio. Na maagizo yote amenipa akasema inshallah mnete mgeni jambo la heri mm, jambo la heri. Mimi, baba bwana maana Waislamu una maneno hayo naam matatu naam wanasema mtoto anapotaka kuolewa haraka sana mwozisheni ndio binadamu anapopatwa na umauti haraka sana afanyiwe mambo matatu. Mm. Aoshwe, aswaliwe mm, akazikwe. Na kweli. Na mtu anapotaka kubadilisha dini mm, haraka sana mbadilisheni. De. Kwa hiyo kwa jambo hilo, mwanangu, sina kipingamizi. Basi mimi bwana, baba, mimi sio wale watu wauni wauni wale, naelewa, naelewa. Umekuja umenyoa vizuri, askari baba, eh, eh? askari eh? hamna mimi <coughs> Baba umependeza, uko vizuri baba. Sasa tusipoteze muda mwanangu, kilichokuwepo kwamba masharti ya ndoa unayajua baba kama yalivyo, na nadhani sio mgeni. Kwa hiyo katika ndoa kuna mpango wa mali, nadhani na mwenzio mshaongea na, na mimi amenidokeza swala hilo nikasema halina shida. Mkaja wa mama tumezungumza, hana shida. Sasa hapa kuna swala moja la mkaja wa baba, mkaja wa baba e, mkaja wa baba huu, mimi sitaki pesa baba, kulingana na kama pesa nayo ndani. Mama yako anajua hivi, ameenda kuvuna mpunga, tunaweka thelathini na tano za mpunga huko, na Maimuna naye taenda huko. Sasa namja pishana uh-huh. Basi ndio hivyo, mimi mkaja wa baba kama unavyojua mwanangu, ndio umeona hiyo tuwe wavumilivu, lakini mkweo, tuna kitu fulani takuwa nahitaji na zani hakutokuwa na pingamizi. Ndio, ndio naulizi baba, kitu gani kitu baba? Baba mimi hapa niko niko sehemu salama, mikono salama, sana, sana mwanangu eh. Uko sehemu salama, mkaja wa baba. Naam. sisi bana, mnakuaga na kitu fulani bana, unavyojua tena mm, duara tiba filmalas filu filula nti ya kokoto aliyekula kala japokuwa kaonja baba. Hilo hapo takupoa hapo hem hapa, si si hem kaza baba, dua la tiba, dua la malaz filu filula nti ya kokoto aliyekula kala japokuwa kaonja baba, na wasiwasi gani? Mbona mimi mwanangu, ninakupa tu bila shaka baba, dua la tiba

hiyo ah, hmm. mzalamu, yo. mzalamu. Ah, sasa baba, mimi nikuombe kitu kimoja. naam mm-hmm. Nitamtuma na, mshenga aje baba. mshenga nini, wewe mwenyewe umekuja. Baba nini shida? ah, ah, shida ipo hapo eh? siri duara. Baba kachambia kokoto kachambia kokoto kaambia. eh? Baba nini eh, shida wani? Ah. <coughs> ah ndoa imekufa baba, la haula <coughs> <coughs> Na mimi najua wasumbufu vijana katika masuala ya mashariki, ndio mnaposhindwa hapo. Mimi najua vijana wasumbufu kabisa. mi ni shida hapo, kitu gani kinachokukosesha mke wewe?